Nyota ya ng'ombe. Furaha, furaha, furaha! Kuwa tayari kukipokea kikubwa chenye thamani unachostahili kukipata. Mwenyezi Mungu anajua hitaji lako na atakujibu kupitia maombi yako na jitihada zako ulizozionesha. Umevumilia sana, na machungu uliyokuwa nayo yatapoa sasa, kwa wakati wote wa dhiki hukuacha kuwa na imani na subira. Kila laheri litimie kwako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ongezeko kubwa la kifedha utalipata kupata safari, tuzo kwa mashindano ya kitu, kuhudhuria misiba mfululizo, ushindi wa kitu, mgeni wako yupo njiani kukufikia, ufaulu wa masomo, ndoa kwa wachache wenu kuipata, ndoto za maono na kujua kitu chenye ugumu, hamu ya kula kitu kukuzidi, jambo la mtu kukufunza. Kwa ambao wako na ujauzito wazingatie sana mazoezi ili wasipate shida, maana miili yao imechoka sana. Utawaza kitu kinachokuja kutokea kweli, kuchelewa kupata kitu kwa wakati, kujilazimisha kula kitu. Nyota ya ng'ombe, sina mengi ya kukuambia, ila utajionea wewe mwenyewe katika mwanzo wenye ukuu unaokuja.